Profesa Kithure Kindiki ameanza ziara ya kimaendeleo katika eneo bunge la Ol Kalou kaunti ya Nyandarua. Kindiki amekagua ujenzi wa barabara ya Tumaini Gwakiongo Kabazi. Aidha, naibu rais anatarajiwa kukagua ujenzi wa soko la kisasa la Gwakiongo na kuongoza mpango wa kuwapiga jeki wa hudumu wa bodaboda katika eneo la Ol Kalou. Naibu rais pia anatarajiwa katika eneo bunge la Limuru kaunti ya Kiambu baadaye leo kwa shughuli kama hizo za kimaendeleo. Kuna watu walikuwa wanasema wataki hiyo maneno ati wanataka tukuja hapa kuchochea wananchi ati tuku, wanataka tukuja hapa kuleta fitina, lakini kazi ya serikali sio uchochezi. Kazi ya serikali ni kushughulikia maslahi ya wananchi. Siku ya siasa itafika ama namna gani? Sio ati hatujui siasa, tunajua siasa, lakini pia tunajua kuna kila wakati uko na majira yake, si namna hiyo? Kila kitu iko na majira yake. Kwa hivyo sasa sio majira ya siasa. Sasa ni wakati wa kusuma barabara, kusumuma market, kusuuma stima, na Mungu akitujalia tukifika huko mbele tutapangana.